ishirini na tatu tatu kitabu ni cha Walawi. Ehh, kama hautafanya kazi utafanya, utafanya nini? Inasema hivi, twende ishirini na tatu tatu kitabu ni cha Walawi. Inasema safi, utafanya kazi siku sita, twende. Lakini siku ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa, ndiyo kusanyiko takatifu. Ati nini? Kusanyiko takatifu. Kwa hiyo hamtafanya kazi, mtakuwa na nini? Kusanyiko takatifu. Kwa Maiki, umesikia? Hmm, yaani hivyo Msicheke, tulia hivo, tulia hivo. Jeremia saba kumi Sasa saba kumi enda kufanya nini kidogo tu. Ndugu yangu, unajua kama umekaa hapo ushidane mimi, okay, nimeshakupa nime adiko na tukakubaliana hujapinga, ndio, sawa eh? Sasa labda uniambie kama una swali nyingine, maana tushakubaliana hujapinga, tumesema ya kwamba Mungu anachukia sabato zenu lakini yake ameiweka ya, kwa hivyo tufuate ya Mungu, maana zetu anachukia. Si zetu ndio hizi? Tunafanya gani? Si ndio hizi za leo. A, Mungu ameweka siku ya saba, ambaye siku ya saba ni Jumamosi, lakini sabato zingine badia ndio Mungu anakataa. Bandia ni gani sasa? Ni zile watu wamejiwekea ambaye si ya Mungu, ndio hizi. Ukisoma hapo Isaya 1:13 hadi 16, zilizoamriwa. Sijasema, nimesema hivi zimeamriwa na wanadamu Ndiyo, nasema sikukuu zenu, Mungu hawezi kuweka yake alafu aichukie. Sasa atachukiaje? Sawa Mungu ni gani hiyo? Sasa sawa, kwanza wewe umedanganya. Hebu mpe huyu. Tumesema ni Mwisraeli. Ndio, nisaidie 31:16 Kutoka 31 Eh, tuone kama ni mwongo ama ni mkweli. Amesema yes, ni Israeli. Si ndiyo? Ndiyo. Haya soma. Thelathini na moja kumi na sita, kitabu ni cha Kutoka. Sabi. Biblia inasema hivi. Kwa ajili ya kwa ajili ya hayo wana wa Israeli, kama huyo amekaa hapo watashika Sabato. Mpe mtafanya nini? Shika Sabato hiyo Sabato mnashika ni gani? no. nyinyi wa Israeli sini zile amri kumi za Mungu kwanza tuzifuate. Haya, ukifuata amri ya ine inasemaje? ya ina. eh. ukumbuke siku ya siku Sabato unakumbukaga sini vichwa wa Israeli nyinyi wa Kristo si ni eh, mimi si inasema... Hey. Yeah. Kwa nyumba zi, kwa hizo jina la Mungu Mungu kidogo kidogo tu tu na ni ni Waisraeli Waisraeli walipewa nini? Sabato, si ndio? Ndio. Eh. Sabato ya Waisraeli ni gani Mungu wetu Ndiyo Sabato? Yeah. Kuchinja? Yeah. Nipe andiko kuchinja ni Sabato? Nipe andiko kuchinja ni Sabato? Iko lakini like, sikumbuki. Kukumbuki? Yeah. Msemaji, Mwalimu Tatu kumi na si Tatu kumi na tano Katala wa kwanza Tatu kumi na tano Eee, inasema Mwe mwe tayari siku zote. Kufanyaje? Kumjibu kila mtu. Na ee hajafanyaje? Haja jibu. Kwa maana hafanyi nini? Hajui. Hayuko tayari. Hayuko tayari hakumbuki. Mwingine mwenye swali. Haya <laughs> mwingine mwenye swali Mzee ni wa kusukua. Haya, mpe maiki. habari yako nzuri? naitwa Dasha. Wewe unaitwa nani? John job, John, John, John. yes. John ni nani? John undo, mimi ni Mkristo. Na wewe? Mimi ninamwamini Yesu Kristo. okay, ukimwamini Yesu unakuwa mfuasi wa nani? unakuwa mfuasi wake Mufuasi wa Kristo, ukiitwa Mukristo, ni sawa. Asante, si shida. swali yako. swali langu, hey. ni kuhusiana na mafundisho, nimewasikia mukufundisha kwa muga aya. Uliza swali. na kawa inanitatiza kuelewa, ni kwa sababu maandiko yanafundisha wokovu hey. wa Yesu Kristo Hey. Ambao alilipia gharama karivali. Hey, ndiko inaposema ili kila mtu amwaminie, asio asipotee, bali aokolewe, bali awe na uzima wa milele, bali, bali awe na uzima wa milele. Huja kwetu sisi ambao ni jandals, ambao hey, si Wayahudi, huja hey, kwetu hey, kwa njia ya kuamini, ama ni kwa njia ya kusishika sheria ayampe huyo 3, thelathini na moja, Warumi 3, thelathini na moja. Kitabu ni cha Warumi. Wewe unafikiri eh, utamwamini Yesu sheria ipothe inasema hivi. uh -huh. 3, thelathini na moja, kitabu ni cha Warumi safi basi. Ndiyo, je, twaibatilisha sheria kwa imani? Hiyo, tukimwamini Yesu tunaweza batilisha sheria kwa imani? Hasha, Biblia inasema no, kinyume cha hayo. uh -huh. Twaithibitisha sheria, tukiamini tunatii sheria, sikuvunja